Meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports Club, Ahmed Ally, amezungumza mara baada ya, ya mchezo mkondo kwanza wa ligi mabingwa barani Afrika dhidi ya Nsingizi Hotspurs. Ahmed Ally amesema licha ya li Simba kushinda mchezo huo bado hawajafuzu, na kwa sababu hii, ni kwa sababu wapinzani tayari wamewaona, wamewasoma vizuri na sasa wanajipanga katika mchezo huo marudiano. Uh, tumeshinda lakini hatujafuzu. Aha, na kazi imekwisha ime, ime, ime, ime lakini haijakamilika. Haya, lazima tujifunze kutofautisha vitu hivi viwili. Tumeimaliza kazi kwa maana ya kupata ushindi wa mabao matatu, lakini bado, bado haijakamilika. Itakamilika lini? Tarehe ishirini na sita, Jumapili, baada ya kupata tena ushindi katika mchezo wetu wa nyumbani. Uh, mechi bado, mechi bado iko on, mechi bado ni ngumu uh, pamoja na kuwafunga Nsingizini, lakini usitegemee watakuja huku waje watupe mchezo mwepesi uh, watakuja huku kwanza wakiwa wameshafahamu wanacheza na, na, na timu gani, lakini tayari wana, wamesha fahamu madhaifu yetu. Haimaanishi kwamba ukishinda mchezo unakuwa hauna madhaifu E, tumeshinda ule mchezo lakini, wao kuna madhaifu yetu ambayo wameona, wa wanayafanyia kazi wiki nzima hii ili kuja kunufaika nayo katika mechi ya marudiano. Kwa hiyo watakuja tayari wana, wanafahamu eh, Simba ni timu ya aina gani, ili waweze kunufaika kunufaika na yale makosa. Kwa sisi kwetu, mechi bado iko mbichi kweli, kweli. Na, ma, ma, ma, ili tuweze kupata ile morali ya kwamba hii mechi bado iko mbichi, psychological kwenye akili zetu. Wana Simba tunajiambia kwamba mabao matatu tuliyoyapata kule e, Eswatini mm, tunayafuta, tunaanza upya kwenye mechi ya Benjamin Mkapa. Yaani tutaingia pale Benjamin Mkapa tukienda kutafuta ushindi wa kwetu mwingine wa kutuvusha kwenda hatua ya makundi. Na hilo tunataka kila mtu mwenye damu ya Simba alimuingie shabiki wa Simba atambue hilo ya kwamba hii mechi bado ngumu, hii mechi ni bila bila. Mchezaji wa Simba atambue hilo, hii mechi bado ngumu, hii mechi bado ni bila bila. Hata hivyo pamoja na mchezo huo mkondo wa pili ambao utawapeleka katika hatua ya makundi hapa, Ahmed Ally anaweka wazi malengo ya klabu hiyo katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika msimu huo, kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Eh, kikomo chetu imekuwa ni ni robo fainali, cheza robo fainali takriban tano. Sasa tumeshajifunza vya kutosha, tunataka kupiga hatua moja kwenda mbele, ambayo ni hatua ya nusu fainali. Tumecheza fainali msimu uliopita lakini ni, ni kombe la shirikisho. E, msimu huu tunataka tusogee moja kwenda mbele hatua ya, ya nusu fainali, hiyo ndo tageti yetu. Hamasa kama kawaida, hamasa najua ni, ni maisha yetu sisi Wanasimba, hatuwezi hatuwezi kuyaacha na watu wanapenda, watu wanamis. Kwa hiyo hamasa tutafanya kama kawaida, lakini tutazunguka vile, vile e, kwenye vyombo mbalimbali vya habari ili kuendelea e, ku, ku, ku, ku, kuwahimiza Wanasimba kununua tiketi. Je, Simba tayari wamekwisha kata tiketi mbara baada ya matokeo ya mchezo kwanza na wanapaswa kuingiaje katika mchezo unaofuata wa raundi ya hatua ya awali? Klabu bingwa barani Afrika, andika maoni yako kwenye comment, tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Mimi ni Shehani Mzeina.